Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Leo insha Allahu taala tutakwenda kumsikiliza shekhe wetu Shekh Abulfadhli Kassim Mafuta akieleza masala ya huwa. Je, huwa ni jina la Mwenyezi Mungu au siyo jina la Mwenyezi Mungu? Kwa mujibu wa uh Shekh Abulfadhli huyu anasema kwamba huwa si jina la Mwenyezi Mungu na akatoa maelezo yake katika kupinga swala hilo, lakini insha Allah taala tutakwenda kumrekebisha aa, kupitia Qurani. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala yeye mwenyewe anasemaje kuhusu hilo suala la la huwa, je, ni jina lake ama si jina lake? Halafu tutasikiliza pia ufahamu wa wanazuoni ili tupate muongozo sahihi katika masala haya. Kwa hiyo insha Allah taala tufanyeni subra tumsikilize uh, shekhe alichokisema. Wanamdhukuru Allah kwa ismu mufrad, wana baadhi ya shubuhati. Kwa mfano, kuna hadithi inasema uh, hakita hakita la taqumu lsaa hakitasimama kiama hata la yukala fi lardhi al Allah Allah mpaka katika hii ardhi hapata semwa Allah Allah, kwa maana jina la Allah halitatajwa

pameelekezwa vipi na mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuleta adhkari. Ndio hivyo hapo, ndipo ambapo tunatofautiana sisi na waislamu baadhi wa mingi ya waislamu wengine wenye mirengo tofauti. Tunaona wanapotosha, yuharifuna alkalima aan mawadiihi wanasu hadhan mimma dhukiruu bih, wanayapotosha maneno, kuyatoa nje ya mahala mwake, wanafanya sivyo Alafu yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wanajidhani wanadhania wao kwamba wanafanya vizuri kuliko watu wote. Ah, wale, hawataki kumdhukuru Allah wale wale, hawataki mtume swalla sallam asaliwe wale. Hebu elezeni maneno vizuri, kile kisichotakiwa ni kipi na kile kinachotakiwa ni kipi na nyinyi mnachokifanya ni kipi? Wengine wanasema sasa, ah, sawa hivyo. Mnaposema nyinyi sawa, lakini pia tunaposema sisi tunafanya sawa. Nafikiri Mufari... itu... Mumemsikiliza uh, Sheikh Abdul Fadli Qasim Mafuta akitoa maelezo yake. Na lilasaf, haya maneno aliyoyazungumza, kuna baadhi ya mashekhe na watu mbalimbali wana itikadi na ufahamu kama huu. Kwa hiyo inshallah, uh, tutayasahihisha na vile vile nilitaka kumrekebisha nukta baada ya nukta, maanake klipu yake hii naona ni kama ina dakika kama tatu hivi. Kwa hiyo ilikuwa nisikilize takriban ni kila dakika moja nirekebishe, kisha ndo tuende kwenye dakika zinazofuata, lakini nikaona haina haja kufanya hivyo, nisichukue muda mrefu. Acha tusikilize yote kwa mara moja, kisha tuirekebisha yote kwa mara moja, insha Allah taala. Sasa kwa haraka haraka, tuende katika jina la Mwenyezi Mungu ambalo kwamba ni huwa Je, yeah, huwa ni jina la Mwenyezi Mungu au sio jina la Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu e, ni, ni dhamiri tu kama kusema ana anta huwa nahnu, au huwa ina uwezekano ikawa ni jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala? Kabla ya kuingia katika uchambuzi wa wanawavyuoni, kwanza turudi katika Qurani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ni kweli zipo aya nyingi sana amesema la ilaha illa huwa lakini kwa mujibu wa Sheikh Kassim Mafuta anasema hapana, zipo aya pia. Allah subhanahu wataala anasema la ilaha illa ana, na kuna nyingine pia Allah subhanahu wa taala anasema la ilaha illa anta. Kwayo inamaana hata ile ana na anta pia nitakuwa ni majina ya mwenyezi Mungu. Inawezekana mtu akasema anta anta anta anta akawa namkusudia Allah subhanahu wa taala. Je, inakuwaje na ni kweli katika Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala zipo aya amesema la ilaha illa ana. Sasa tuanze na hizo la ilaha illa ana kwanza. Kabla ya kufika kwenye la ilaha illa anta, tuanze na la ilaha illa ana. Allah anasemaje kuhusu hiyo ana? Katika Qur'ani tukianza na uh, la ilaha illa ana hizi ziko takriban tatu. Hizi ziko takriban katika msahafu mzima eh? Ziko tatu peke yake. La ilaha illa ana ziko tatu peke yake na hizi tatu zi zimekuja vipi kwa Allah subhanahu wa Ta'ala? Namna alivyozileta yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anasema, tukisoma ya kwanza kabisa anasema hivi innani ana allahu la ilaha illa ana fa'budni fa wa aqimis salata lidhikri. Aya hii Hivyo katika uh, suratu Taha aya ya kumi na nne Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, yuko na maongezi na Nabi Allahi Musa, anamwambia Nabi Allahi Musa, anazungumza na Nabi Allahi Musa akimwambia Nabi Allahi Musa, innani hakika yangu mimi, la ilaha innani ana Allah, hakika yangu mimi ndiyo Allah, mimi ndiye Allah la ilaha illa ana, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa, kwa haki isipokuwa mimi faabudni, basi niabudu mimi. Sasa ila akhir alaya. Sasa hichi kipande ambacho Allah anasema innani ana Allah la ilaha illa ana, Allah anamwambia Nabii Allah Musa. Haya yalikuwa ni maongezi baina ya Allah na Nabii Allah Musa, haya yalikuwa ni mazungumzo. Allah akatumia hizi dhamiri za mutakallim, za, za kujizungumza yeye kwa kujinasibisha ana kwa kuwa yeye ndo alikuwa mzungumzaji, akimwambia Nabii Allahi Musa, hapana Mola pasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Allah anamkhutubia Nabii Allahi Musa na kuzungumza na yeye, anamueleza mimi ndiyo Mola ninayo ninawabudiwa na hakuna Mola isipokuwa mimi. Kwa hiyo hapa zimekuja hizi ana takriban mbili, inani ana Allahu la ilaha illa ana, zimekuja mara mbili, lakini hizi zimekuja kwa mujibu wa kwamba ni maongezi baina ya Nabii Allahi Musa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, baina ya watu wawili wakiwa wanazungumza, kuna maneno wanazungumza, mtu akajinadhibisha yeye kwa hiyo yanakuwa ni baina ya, ya Musa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Hapa hakuna sababu ya kusema kwamba ana ni jina la Mwenyezi Mungu, hakuna sababu hiyo. kwa sababu haya ilikuwa ni maz ma ma mazungumzo ya watu wawili na Allah akit akitumia zile dhamiri za mutakallim dhamiri za mzungumzaji. nafikiri hiyo haitaji maelezo marefu. Kwa machache hayo nafikiri shekhe wetu atakuwa ameshafahamu eh, hiyo ya kwanza tayari tushaiangusha, hiyo si hoja wala si dalili. Ya pili ipo katika uh, Suratul Anbiya aya 25, Allah anasema wama arsalnaka min qablika min, min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budni. Aya hii Allah subhanahu wataala anamwambia mtume sallallahu alaihi wasalama wa anamkhutubia mtume sallallahu alayhi alaihi wasalama, anamwambia mtume kwamba wama arsalna min qablika min rasulin, hatukutumiliza kabla yako wewe mtume yoyote, illa nuhi ilayhi, isipokuwa huyo mtume tulikuwa tukimpatia wahi na tukimfahamisha na tukimwelekeza kwamba annahu la ilaha illa ana hapana mola apasai kuabuduwa kwa haki isipokuwa ni mimi. Hasa, hapa bado still, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatumia dhamiri za yeye kama mzungumzaji la ilaha illa ana ana, hapa imeingia katika nini, katika kumfahamisha nabii uh, mtume sala alaihi wasallam kwamba hapana mola apasai kuabuduwa kwa haki isipokuwa mimi. Mitume waliokuja kabla yako wewe, pia tulikuwa tukiwaambia ya kwamba hapana mola apasai kuabuduwa kwa haki isipokuwa mimi, tukiwapatia wahi na tukiwafahamisha na tukiwaelekeza kila wakati tukiwakumbusha, hapana mola pasa kuabudiwa kwa, kwa haki isipokuwa mimi. Kwa hiyo ana hapa pia vilevile imekuja kwa dhamiri ya Allah anajizungumza yeye kumhutubia mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja Nabii Allah Musa maongezi na hapa Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam akijizungumza yeye. Kwa hiyo hii ya kwanza pia nayo si dalili wala si hoja ya kuitumia ana hapa kama ni jina la Mwenyezi Mungu wakati Allah hapa anamkhutubia Mtume sallallahu alaihi wasalama na kutumia dhamiri za, za kuwa yeye ni mzungumzaji na akajinasibisha yeye kama ni ni Allah subhanahu wataala, hapana mola isipokuwa yeye, kumfahamisha Mtume sallam kwa hilo, kuwa alikuwa akilifanya hilo kwa mitume walio, tangu, tangulia. Ya tatu na ndio ya mwisho hiyo, Allah subhanahu wataala katika suratu Nahli anasema katika aya pili, yunazzilu lmalaikata biruhi min amrihi ala man yashau min ibadi, yeye Allah huteremsha malaika kwa wahyi na kwa amri yake kwa mja yoyote anayemtaka katika wale mitume na manabii, an andhiru, ili yule nabii apate kuwaonya watu wake, annahu la ilaha illa ana, ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Lakini hapa Allah amesema jule nabii anatakiwa kuwaonya watu wake kwamba la ilaha illa ana. Hakusema la ilaha illa Allah, awaonye kwa kuwa la ilaha illa Allah, lakini Allah hapa la la ilaha illa Allah, la ilaha illa amesema ana. Ina maana hapa Allah anaeleza kwamba wakati ule wahi unapoteremka huwa sasa unateremka kwa dhamiri ya Allah ndo mzungumzaji, waambie watu wako kwamba mola pasai kwa, kwa haki isipokuwa mimi waambie watu wako hakuna mola ambaye kwamba ni wa haki isipokuwa ni mimi. Kwa hiyo Allah anatumia dhamiri ya mzungumzaji hapa kumwambia yule nabii. Nabii akiwaambia watu wake hasemi kwamba Mwenyezi Mungu amesema la ilaha ila ana, hapana. mola pasawkuwabudaa kwa, kwa haki isipokuwa mimi. Hatoi maelezo haya ambayo kwamba yameelezwa hapa, hapana. maelezo haya ni ya Allah mwenyewe, kwakuwa ye ndo mzungumzaji, lakini Allah akishasema hivyo yule nabii na anaambia watu wake la ilaha, la ilaha illa Allah. Hasemi la ilaha illa ana, ni la ilaha illa Allah. Kwa hiyo bado hapa anatumia Allah subhanahu wa ta'ala, hapa anatumia dhamiri ya mutakallim. Hiyo ndiyo aya tatu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema la ilaha illa ana. Kwa maelezo ambayo tumeyatoa utafahamu ya kwamba huwezi kutumia la ilaha illa ana kwa kusema ati na hiyo ana nayo, mbona isiwe ni jina la mwenyezi mungu? Kwa sababu Allah hajaitaja ana kama jina lake, ameitaja al ana kama dhamiri, kwamba hapana mola isipokuwa yeye. Ameitaja kidhamiri, hakuitaja kama jina, kwa kuwa yeye ni mzungumzaji. Kwa hiyo anaitumia ile ana kwa dhamiri ya kwamba yeye ndo mzungumzaji. Ya pili ni la ilaha illa anta na hii imetajwa takriban mara moja peke yake katika msafu mzima imetajwa katika uh, Suratul Anbiya, wakati wa Nabi Allah Yunus alipomizwa na samaki, Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza na akafika pahala akasema la ilaha illa anta. Sasa Sheikh Abul Fadhil anasema ya kwamba hapo la ilaha illa anta, mbona na hiyo anta msitumie kama jina la Mwenyezi Mungu? Hapana bwana, haiwezi kuwa hivyo kwa sababu Allah hapa anatoa kisa, anatupatia khabari na kutupatia kisa cha Nabi Allahi Yunus kwamba Nabi Allahi Yunus yeye Nabi Allahi Yunus alipomizwa na samaki ndio alosema la ilaha illa anta kumwambia Mwenyezi Mungu. Nabi Allahi Yunus anamwambia Mwenyezi Mungu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadhalimin. Kwa Nabi Allah Yunus alimnadia Mwenyezi Mungu kwa kumwambia la ilaha illa anta, ndio sisi tukaambiwa tuseme kwa kumfuata Nabi Allah Yunus, sio kwamba twasema kwamba Allah ametuambia tuseme. Kwamba Allah amesema la ilaha illa anta, na sisi nasi tutasema kwa mujibu wa Qur'ani? Hapana, tutaisema kwa mujibu wa Nabi Allah Yunus alipoisema. Kwa hiyo si yeye Allah alioisema, ni Nabi Allah Yunus. Mefahamu vizuri hapo a, Sheikh Abdul Fadhli, eh? kwa hiyo hiyo pia haiwezi kutumika kama hoja. Sasa tuingie katika la ilaha illa huwa. Kwa nini tunasema kwamba huwa ni jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu Wataala? Kwa sababu katika Qurani kwanza kabisa, ukiingia msahafu mzima utakuta ya kwamba la ilaha illa huwa iko takriban mara ishirini na tisa, mara ishirini na tisa. Na katika hizo mara ishirini na tisa, kila pahala utakuta kwamba Allah Subhanahu wataala anajinasibisha yeye kama huwa, hiyo dhamiri ya huwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amejinasibisha nayo yeye mwenyewe. wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa allahu la ilaha illa huwa eh, huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. la ilaha illa huwa. Kila pahala utakuta Allah Subhanahu wa Ta'ala ametumia hiyo huwa kwa kujinasibisha nayo mwenyewe. la ilaha ilaha illa huwa la ilaha, dhalikumullahu rab, rabbikum la ilaha illa huwa ittabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa eh liyabudu allaha ilahan wahidan la ilaha illa huwa. Kila pahala utakuta la ilaha illa huwa mpaka ukifika kwenye Suratul Hashr utaona Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema huwa allahu ladhi la ilaha illa huwa, zimetumika mara mbili hapa. Huwa allahu ladhi la ilaha illa huwa Imekuaje zikatumika mara mbili? Ile huwa ya kwanza unamdhamiria Allah, huyo Allah, hili huwa ya pili ni Allah mwenyewe, inatilia mkazo hapo. Ambapo ukienda katika katika sura zingine utaona ajabu. Mathalan, ukiingia katika suratu uh, suratul Mudathir, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama yalamu junuda rabbika illa huwa wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa Allah, huwa. Kuna zipo, kuna amba amba, Allah huwa, akatumia huwa na kuna zipo kuna aya nyingi ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametumia huwa bila kuweka la ilaha illa Allah akatumia huwa peke yake na ikawa hiyo huwa anajikusudia yeye mwenyewe nyingi sana katika Qur'an. Sasa kwa kwa mifumo hiyo ya aya namna zilivyokuja ndio wanawazuoni wakasema, hii ni huwa nalo ni jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, maanake limekuja mara nyingi sana kwamba la ilaha illa huwa, na kuna sehemu nyingine Allah hakusema hata la ilaha jambo lolote ambo kwamba lamnasibisha yeye Allah subhanahu wa wataala, Allah anatumia jina la huwa kama hiyo eh, wama yalamu junuda rabbika illa huwa katika kitabu maarufu cha al-Imam al-Qurtubi al-Asna fi sharhi Asma'illahi al-Husna ukurasa wa mia mbili na tisaini na moja al-Imam al-Qurtubi ameeleza masala ya huwa kwamba ni jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, na akaeleza kwamba wana wavioni katika sharhi ya jina kama hili wamelihusisha kwamba jina kama hili ni jina ambalo kwamba linatumika peke yake kwa Allah Subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hata katika lugha ya Kiarabu huwezi kutumia huwa peke yake, huwa hujaweza kuleta maneno yenye kueleweka ama yenye faida. Unaposema huwa, lazima useme huwa Muhammadun, huwa Aliun, ama huwa Qaimun, huwa Naimun. Huwa manake ni yeye, yeye Muhammadi, yeye Ali, yeye amesimama, yeye amelala lakini huwa ukitia uki, katika masala ya i'tiqad na masala ya tauhid huwa inakuwa na maana ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala peke yake, huwa basi unamkusudia Allah subhanahu wa taala, na hiyo ndiyo mujibu wa uh, al-Imam Al-Qurtubi kwa maelezo yake, utakwenda kuyasoma zaidi katika kitabu chake hicho cha al-Asna ukurasa wa uh, mia mbili na pia chip, kipo kitabu kingine hapa sherhe ya asmaullahi husna ya Alkusheiri. Pia utayapata masala haya, alimam ameeleza kwa ufasaha na kusema ya kwamba huwa ni jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Sasa kuna watu wanaleta maneno wa ya kukanganya, ya kusema mbona katika asmaullahi husna yale majina tisini na tisa ya Allah halipo huwa kwani asmaullahil husna mtu akianza kuyasoma anaanzaje? si anaanza huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa, kisha ndo anaanza arrahman arrahim. Sasa tunasema, lakini yale majina yanafika tisini na tisa, lakini inakuwa ile huwa haipo katika list. Hata katika asmaullahil husna inaanza huwallahu alladhi la ilaha illa huwa arrahman arrahim, almalik alquddus assalam mpaka mwisho, lakini huwa haikosekani, lazima huwa iwepo kwa sababu ni katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa katika yale ya asma Allah al-Husna, mbona haikutajwa pale? huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa, kisha kataja na ana, kisha kataja na anta, hazikutajwa kule. Katika hadithi imekuja huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa arrahmanu arrahim. kwa kwa hiyo huwa katika asma Allah al-Husna imewekwa imewekwa. Kwa hiyo Sheikh Kassim Mafuta Ufahamu ulionao tafadhali, ubadilishe upate ufahamu sahihi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndani ya kitabu chake Al-Qur'an al karim na kutoka kwa wanazuoni, vitabu nimekutajia hivyo, nenda kafanye bahthi, usome. Sitaki nichukue muda mrefu inshallah, palipobakia wewe unajua ni msomi, utakwenda kufuatilia hivyo vitabu na utakwenda kusoma zaidi, utapata haki na utaona haki mahali ilipo, na utaweza kuifuata inshallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.